Shukrani zote ziende pia kwa wananchi wa mkoa wa Tabora kwa kuonesha uvumilivu, ustahimilivu na upendo kwa taifa letu. Wananchi wamekuwa mfano, wananchi wa mkoa huu wa Tabora wamekuwa mfano wa kuigwa kwa kudumisha amani na mshikamano, hata katika kipindi cha kampeni na uchaguzi. Mshikamano, amani, upendo vilitamalaki. Kwa hiyo sifa hii kiukweli, tunawapa tunawapelekea wananchi wote wa mkoa wa Tabora kwa jambo hilo jema walilolifanya laki Mungu. Nawashukuru pia viongozi wetu wa dini na madhehebu mbalimbali yote yaliyopo katika mkoa wetu kwa kuendelea kuhubiri amani na umoja. Michango yenu pia viongozi wetu wa dini, imekuwa muhimu sana katika kulinda utulivu wa jamii yetu na nyinyi wote mmekuwa ni mashahidi, mnaweza mkaona hali ya utulivu tulionayo. Napenda kuwafahamisha wananchi wote wa mkoa huu wa Tabora kwamba hali ya usalama wa mkoa ipo salama na mkoa wote upo salama na viunga vyake, hali ni shwari na hali ni tulivu. Pia mkoa wa Tabora tumeendelea, wananchi wameendelea na shughuli zao za kila siku za kujitafutia, hakuna kikwazo, hakuna kikundi wala mtu ambacho kimeleta tishio kama nilivyo waambia viongozi wa dini, viongozi hawa wa kamati ya ulinzi na usalama wamesimama kidete, na wao kwa kweli, nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa dhati kabisa. E, yapo mambo mengi ambayo kama kila mmoja angekuwa anajua vikosi hivi vinafanya kitu gani, basi inawezekana taharuki au wengine wasipate usingizi. Lakini tunasimama, vikosi hivi vinasimama ili nyote nyie muweze kupata usingizi na nyote nyie muweze kufanya kazi zenu bila hofu, ambavyo kazi hiyo ya kiusalama vikosi hivi vimeitekeleza kwa dhati kabisa.